Kutoka kwa Hashim tuelekee kaunti namba 34 ambapo wanafunzi kutoka shule mbalimbali mbali katika eneo bunge la Kajiado Kusini wanalalamikia changamoto zinazowakumba katika eneo hilo. Wakizungumza kwenye jukwaa la Young Voices, wa wanafunzi hao wamesema shule nyingi za eneo hilo hazina miundo msingi bora, maji na pia kuna upungufu wa walimu. Pia shule nyingi ziko mbali na makazi yao, hivyo wanalazimika kusafiri kwa muda mrefu kila siku ili kufika shuleni. Huyu hapa Robert Masai na maelezo zaidi. Ni kikao cha kipekee ambacho kimefanyika kwa mara ya kwanza na kuandaliwa na shirika la Dandelion Africa. Wanafunzi kutoka shule tofauti wakishinikiza uwajibikaji wa, wa viongozi katika sekta ya elimu. Mmoja so... baada ya mwingine walimimina hoja nzito nzito, wakieleza masaibu yanayokumba safari yao ya elimu eneo la Kajiado Kusini. Walimu wenyewe tuko naye hawana mahali pa kukaa kama staff room, they don't have staff rooms. Shule zetu hazina staff, hazina staff kota, walimu waona pahali ya kulala, wanasafiri kutoka hapa hadi the nearest town na inachukua kitu kama two hours kusafiri. Sisi tuna miss zile ma remedial classes kwa sababu ya hiyo challenge. Wanafunzi hawa ni waerevu sana, lakini hawana vitu za kusoma, hawana la, la, library ya kuweka vitabu hakuna, storybook za kusoma. Ukiangalia wengi wetu hawajui Kiingereza, Kiingereza na wachanga wanafunzi, kwa sababu hawana storybook ya kusoma. Hoja zao hazikuishia kwa miundo msingi duni: uhaba wa walimu, idadi ndogo ya shule eneo hili, ukosefu wa maabara na maktaba, pia uhaba wa maji na vyoo ziliorodheshwa. Ukitembelea hata mashule macho unapata ni machafu, sababu hakuna maji ya kuosha. Sometimes sisi wengine tunasafiri across the border ya Tanzania ya kufetch water sababu hakuna mahali ingine ya kuchota hiyo maji, na sometimes unaenda huko unapata pia hakuna maji juu hizo maji sometimes zinasafirishwa mahali ingine kama shule yetu saa hii. Hiyo juu ni boarding school unapata wa, mtoto anakaa wiki unaambiwa na mwalimu unakaa wiki bila ujaoga, ndio ukifika weekend uoge, juu ndio weekend maji kidogo ndio unaweza pata. Waandalizi wa kikao hicho wanasema ilikuwa fursa nzuri ya viongozi hao kuelezwa maswala ambayo yanapaswa kupewa kipaumbele hasa wakati wa kuundwa kwa bajeti. Duty bearers. They can articulate their issue and for the first time bring students community and duty bearers into one platform where um, duty bearers can hear for themselves the challenges these students are going through especially who come from such difficult uh, communities. Yeah, ili vitu a meres nia ukweli kabisa na tungehimiza wa wazazi wao wao wanahudhuria public participation, kwa sababu ile vitu wanafunzi wanauliza ni vitu ambaye ni, ni ya ukweli, haijafanyika ama wananchi wajaleta kwa public participation ili iweze kuwekwa kwa budget. Kikao hicho kitakuwa kinaandaliwa kila mara ili kuwapa watoto na jamii nafasi ya kuzungumzia maswala ambayo yanapaswa kurekebishwa ili kuboresha maisha yao. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Risa, Kajiado Kusini, kutoka kaunti nambar 43 tuelekee kaunti nambari 9.